vitu vingi sana jizi na ronga, basi utafanya kigozu toboe au utayumba, utachoga uloge fupi kama vile fupu pomboe, yani uko simple sana usurvive uya mwana, nakuona uko si vitu vya kumbona kama viendani bwana, una paa una nyuku una ganda. Ha, una visha na ganda hauna visha ya kutafuta tapesa mwana wa zamani sana kwenye game utokuja toboa na kapia kwa umolana Chacha, chacha, chacha. Ha, nimepewa MC wa kuitwa Mbuyu ha, MC gani kama huyu MC kama huyu, mi ntamuonea kwanza, wanafunzi mpelekeni chekechea, kasule kaupe hakana kata chumusi leo mi nakugusa weuni vuusi, kwa sababu mchizi unaonekana una virusi leo kabisa, yani nakuachia manyusi, japo we ni mrefu kama vile ngongoti kwenye hii battle ntakupigisha makoti magoti na kukontrol kwa limoti. Kibwengo mkolofi takunasa paka kofi. MC kabisa yani, inaonyesha migezo leo ana chochote kabisa, sorry za kieiaaaai au kwamba B Mbuyu, kuna kitu ndoko umejifunza. Ulikuwa soft, mwenzako akushambulia zaidi, amechukua hii, so next time umefanyia kazi kwa sababu nakumbuka mwanzo wakati unamaliza unashuka, nakwambia hiyo uzingatia, ukirudi baadaye kwenye freestyle energy yako. Kibwengo. G Kibwengo. Songa. Ah, uh, bwana unaambiwa ukipewa dakika kumi za kuchinja kuku tumia dakika saba kunoa kisu au sio? Eh. Ah, Jimbuyu mimi nimependa ana, ana vocal nzuri. Unajua ana, ana, ana ile presentation fani ya kutishia. Lakini ni kitu vichache tu ambavyo inabidi akizingatia atakuwa noma sana. Cha kwanza hakikisha anasikika vizuri au sio, anachozungumza. Uh, ni kama hana usrias fulani, lakini akizingatia hayo atakuwa noma sana. Bahati mbaya zaidi ni kwamba amekutana na mpinzani ambaye amemaster swala la kusikika vizuri na swala la kushambulia, kutupa makonde yenye uzito wa hali ya juu. Kwa hiyo next time naamini atajipanga vizuri. Hii G Kibwengo amechukua. Shout out to G Kibwengo.